Watu wamefurika kweli kweli, na ulinzi ni mkali kweli kweli. Yaani, watu kadhaa wamefika hapa, lakini baadhi ya viongozi wanazuiliwa kuingia ndani ya mahakama, hivyo uh, kuna mzozo unaendelea hapa, mzozo unaendelea, mzozo unaendelea kwa sababu baadhi ya viongozi wa Chadema wanazuiliwa kuingia katika geti la mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam. Hivyo uh, kuzua sintofahamu uh, za hapa na pale, na watu ni wengi kweli kweli, watu ni wengi kweli kweli, na ulinzi ni mkali kweli kweli. Ulinzi mkali kweli kweli ni pande zote zinazoizunguka mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye ni bwana Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo shitaka la uhaini, na ikumbuke kwamba uh, maaskofu kadhaa ama viongozi wa dini kadhaa hivi karibuni wametoa matamko yao ama taarifa zao kwamba ni vema kesi hiyo ama Tundu Lissu akaachiliwa huru ama kesi hiyo ikafutwa huku wengine wakiwaelekeza viongozi wa serikali kwamba watoe tamko ama matamko ya kuachiliwa huyo bwana Tundu Antipas Lissu na kufutiliwa mbali hiyo kesi ya uhaini, na baadhi pia ya mashirika ya kitaifa na kimataifa, pia wanaharakati wametoa taarifa zao wakiomba serikali ya Tanzania kumwachilia Tundu Antipas Lissu na kufutilia mbali hiyo kesi ya inayomkabili ya uhaini na uchochezi. Nini kitakachoendelea ama kitakachofuata? Je, viongozi hao wamesikia na kuelewa ama bado uh, Tundu Lissu shitaka lake litakuwa linamkabili? Na lakini kumbuka kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema cha bado akijakata tamaa kimeendelea kufanya mikutano yake nje ingawa Tundu Lissu yuko ndani. Ya mikutano hiyo inaongozwa na Bwana John H ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye anaendeleza uh, mikutano ya chama chao uh, huku wakibidhaisha ile slogan yao ya no reforms no election uh, wanaendelea kuzunguka katika mikoa mbalimbali, na ikumbukwe kwamba viongozi hao pia tayari wameshafika katika eneo hili la mahakama kwa ajili ya kusikiliza hiyo kesi inayomkabili kiongozi wa chama chao, ambaye pia ni mtetezi wa haki za binadamu. Huyu anafahamika kwa dunia nzima, anafahamika bwana Tundu Lissu, kwamba ni mtetezi wa haki za binadamu. Ni mahakama ya mkazi uh, ya hakimu mkazi Kisutu, jijini Dar es Salaam. Ulinzi kama unavyotazama mtazamaji uh, Hali si ya kawaida, hali si ya kawaida, na hapa getini pia ulinzi umeimarishwa. Geti muda wote linasogezwa kulia na kushoto, kulia na kushoto. Yaani unapoingia hapo lazima upewe, uh, ruhusa ya kutoka ama kuingia. Hivyo mambo ndivyo yanavyoendelea, na kama unavyotazama, askari wapo katika geti hilo wakiimarisha ulinzi zaidi kwa ajili ya usalama wa eneo hilo, na mambo huku yakiwa yanaendelea huko ndani ya mahakama uh, tayari uh, Tundu Lissu amepelekwa huko ndani ya mahakama kwa ajili ya kusikiliza hilo shauri ama mashauri yanayomkabili na hapa ni nje tu ya mahakama. Mambo yanaendelea kama unavyotazama msikilizaji ama mtazamaji wa Nyikani TV. Karibu tutaendelea kukupasha zaidi.